Kina mama bani Israil amebata, ameanza kubata haidhi ya kwa muda mrefu. Kabla yao ilikuwa mametu hawa na bata haidhi, lakini inatembea siku chache au wakati chache, simera vizuri hii mm. siku saba, nane, kumi, imeanza kwa watu kina mama bani Israil, na Allah kataba alhaid ala nisa bani Israil. Sasa eh, inategemeana hapa yeye kama adhana inaenda na wakati kisharia, aitaki kusali kabla ya adhana lakini kabla kabla, yeye anajua, najua ni adhana, ni inachelewa, lakini ki, kimujibu wa sharia muda ya sala imeingia hapa, sawa. Lakini yeye asikalifishe na atapata siku zake kupata siku zake, alafu anasali kabla na muda ni bado hajaingia. Asikalifishe, asubiri time tu, ambaye kisharia asubiri adhana tu, kama adhana imeadhiniwa Alafu dikatano sali nini? Dikatano mpaka rakaa kwanza na sali itakuta katika ndani ya rakaa mbili ile ile siku zake atafanyaje? Ataendelea au ataacha? Maana dikatano chache. Sijui kama anasali kama remote control, anasali kwa haraka labda dikatano. Sio hivi. Sasa asikalifishi yule langu huyo, asubiri time kama adhana ameshaadhini imeisha, siku zake aache, kama hajabata asali. Sio hivi. Yeah. Sasa, bata abata, siku zake aache, kama hajabata asali. Yeah.